Kwa kawaida majibu walioitwa kwenye usaili wa jeshi la polisi hutolewa baada ya mwezi mmoja hadi miezi mitatu tangu kufungwa kwa maombi ya ajira za jeshi la polisi. Lakini kama ulijaza taarifa zako vizuri na kwa usahihi, jihakikishie hapo, una uwezekano mkubwa wa kuitwa kwenye usaili kwa sababu jeshi la polisi linatenda haki kuhakikisha kila mtu mwenye vigezo ni lazima na uwezekano mkubwa wa kuitwa kwenye interview, nikimaanisha usaili wa polisi. Lakini pia ni muhimu kufuatilia tovuti rasmi ya jeshi la polisi, bila kusahau mitandao ya kijamii rasmi ya jeshi la polisi, ili usipitwe na taarifa za usaili.